Robas Katambi, Samia amekuamini akakupa nafasi kubwa sana kubwa sana, waziri wa mambo ya ndani. Yani unataka kudili na polisi na wananchi. Huko nyuma uliwahi kulalamikia hii wizara. Kuna pigwa sana mabomu nini, mchawi mpe mwanao. Simbachawene alikuja na hoja nzuri sana, sijui ndio kilichomtoa maskini wa watu, lakini sielewi. Ushauri wangu kile kitabu alichokuachia Simbachawene hapo ofisini eh? Na kushauri nenda na zile hoja za Simbachawene, tutengeneze uhusiano mzuri kati ya polisi na umma, utakuwa umemsaidia sana rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Usiende tofauti. Usiende tofauti. Naenda na kile kitabu yale aliyoandika hapo ofisini hapo alicho, kitabu alichokukabidhi hapo sawa. Naenda na hichi kitabu, tujenge uhusiano mzuri urafiki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 kwanza mabadiliko ya kimfumo, lakini pa pili mabadiliko ya ki, ya ya, ki, ya kutashi. Kwa mfano training zetu za jeshi la polisi lazima tuziangalie, eh, kwa hivi tuna train watu wanapokwenda kule kwa wananchi, tuna train waende wakapambane na wananchi au tuna train waende wakawalinde wananchi? Wenzetu wale wa tume ya haki jinai iliyoundwa na Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan wametoa mawazo mazuri sana, na Mheshimiwa Rais ameagiza kwamba tuyasimamie yale mawazo. Na mimi ninaendelea kuchukua kutoka kule tuendelee tu jaribu kufanya. Nitakaporudi kutoka kwenye mwaka mpya mw, mw, mw e, nitataka tukae kwa ujumla, tukae tuangalie mfumo ile ile haki jinai na mawazo yale, yatume yapi tunaweza tukae incorporate. Kwa mfano, eh, wanasema haki jinai wale wazee, wale wazee wameleta, wameandika, wame ndiko nzuri sana. Wanasema ni vema sasa tusiwe na police force, wanasema tuwe na police service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 iko mikononi mwa Watanzania.